Leo tuko katika Zaburi sura ya 16. Kabla hatujafika kwenye aya ya moja, kuna maandishi mengine ya juu. Utagundua ikiwa una Biblia iliyo wazi, juu kabisa ya Zaburi hii inasomeka Amichtamu ya Daudi. Sasa kuna Zaburi sita zenye kichwa hiki hiki. Maana ya Mittum ni ngumu kidogo kueleweka. Wataalamu wa Kiebrania wamegawanyika kidogo. Wengine wanaamini ni aina fulani ya neno la muziki, wengine wanaamini kwamba inamaanisha kuchora. Kwa hivyo tuchukue kwa maana halisi, hii ni daudi akitaka kuchora ukweli wa zaburi hii kwenye mioyo ya watu wake. Tunachojua ni kwamba kila moja ya hizi zaburi sita iliandikwa wakati Daudi alikuwa akikabiliwa na ugumu na shida na hata hatari. Sasa daudi hatuambii hatari hii ni nini, lakini zaburi hii inaanza na maombi yanayohusiana na ugumu huu hapa katika mstari wa moja, ambapo Daudi anaomba nitulinde, E Mungu. Hilo ndilo ombi lake, ni fupi. Unajua, ni ukumbusho kwamba Mungu hahitaji maneno mengi, bali moyo ulio wazi na wa kweli. Kisha Daudi anaendelea hapa kukumbuka katika mstari wa sita kwamba ana urithi mzuri mbele yake. Na njiani kuelekea urithi huo, Daudi anatoa unabii huu wa ajabu katika mstari wa kumi, utawacha nafsi yangu katika Sheoli, wala kumwacha mtakatifu wako aone uharibifu. Sheoli ni neno la Kiebrania linalorejelea kifo kwa ujumla. Ni mahali pa wafu, ni makaburi kupitia njia fulani labda kupitia kwa nadhani nabii, Bwana amemhakikishia Daudi kwamba hatari anayopitia haitampeleka makaburini, haitamaliza maisha yake. Kwa hivyo, Zaburi hii kimsingi inamalizika na vizuri, Daudi anaishi kupigana siku nyingine. Lakini sasa, e eh, fuata hili pamoja nami katika Matendo sura ya mbili, Mtume Petro anahubiri ile hotuba ya ufunguzi inayozindua kanisa na anatumia mstari huu hapa katika Zaburi 16 kwa ufufuo wa Yesu. Kwa hivyo Petro anaona kaburi tupu la Yesu kama utimilifu wa maneno ya Daudi hapa. Mungu hatamruhusu mwana wake kubaki kaburini, kupitia uharibifu, kuoza unakofuata kifo. Kwa hivyo Daudi kwa kweli anazungumza kinabii kuhusu mzao wake tunamrejelea kama mwana wa Daudi Bwana Yesu. Yesu ataangamiza nguvu za kifo na kaburi. Atawapa wafuasi wake uzima wa milele. Kwa hivyo Daudi anatazamia Mwokozi aliyefufuka. Wewe na mimi tunatazama nyuma kwenye ufufuo huo huo, na kwa imani katika Mwokozi aliyefufuka, tutaweza kuona ufufuo wa Daudi. Sasa tunaelekea kwenye urithi huu wa utukufu ambao ni maisha baada ya kaburi. Ahadi kubwa iliyoje! Ninaposikia katika Zaburi 17, Daudi anasingiziwa kwa uongo. Hatuambiwi ni tuhuma gani, lakini yuko karibu kuomba hapa, Mungu afanye jambo kuhusu hilo. Sasa labda umewahi kuhisi maumivu yale yale aliyohisi Daudi. Una maumivu yale yale, labda moyoni mwako leo, unapomwomba Bwana kama Daudi anavyofanya hapa, katika mstari wa kumi, wanafunga mioyo yao kwa huruma kwa vinywa vyao wanasema kwa kiburi. Sasa wamezunguka hatua zetu, wanaweka macho yao kutuangusha chini. Simama, E Bwana, umkabili, umshinde. Sasa labda unanisikia nikisoma hayo na unasema ndiyo, Daudi, niko hapa pamoja nawe. Bwana, mkabili mshtaki wangu, umshinde. Lakini subiri, si haraka hivyo. Daudi kwa kweli haombi mungu awaponde yeye au wao. Kwa kweli neno umshinde hapa linamaanisha kusababisha kuinama. Daudi kwa kweli anaomba Mungu awafanye washtaki wake kuinama na kumwabudu Bwana. Unajua, hiyo itakuwa kama wewe na mimi leo kuomba kwamba maadui zetu waokolewe. Bwana, waokoe, walete wa kuabudu pamoja nasi. Lazima nikuambie hivyo, sivyo ninavyohisi kuomba kwa ajili ya maadui zangu. Sidhani kama nataka waje kanisani pamoja nami. Sitaweka nafasi kwa ajili yao kwenye benchi la kanisa. Ningependa zaidi kuwaona wakipondwa badala ya kuokolewa na kunithibitisha katika mchakato huo. Je, si hivyo tunavyohisi? Kwa hiyo tunafanyaje kukuza moyo unaofanana zaidi na wa Daudi hapa? Kweli Daudi anapata mtazamo huu wa neema kupitia ahadi ya ufufuo ujao. Anaandika hapa katika mstari wa kumi na tano: lakini mimi nitautazama uso wako kwa haki, nitakapoamka nitatosheka na mfano wako. Unajua, uhakika wa ufufuo wake wa baadaye unampa uvumilivu huo, neema, mtazamo kuelekea kwa wengine. Tazama, wakati wewe na mimi tunapotambua kwamba maisha haya ni mafupi sana, ni mafupi sana, na maisha yetu ya milele yako mbele yetu, hiyo itabadilisha jinsi tunavyowaona watu na matatizo ya maisha njiani kuelekea maisha yetu ya milele. Wacha nitoe mfano kwa njia hii. Fikiria unapokea simu kutoka benki na benki inakuambia unajua, unahitaji kuja hapa na kusaini fomu kuhusu urithi ambao umepokea. Ni urithi wa dola milioni kumi, itakuwa imewekwa kwenye akaunti yako ya benki. Hukuwa na wazo kwamba mjomba Henry alikuwa tajiri kiasi hicho. Kwa kweli, hukuwa na wazo kwamba mjomba Henry angekuachia pesa zake zote, na unapaswa kuwa umemnunulia zawadi nzuri ya Krismasi kama ungalijua. Basi, unaenda benki. Fikiria njiani kwenda benki, mtu anakuja mbele yako na unalazimika kugeuka kando. Utampigia honi? Utamfuata kwa maili mbili zijazo? Unajua ukimfokea? Hapana. Unaenda benki. Kisha unapita mtu unayemfahamu kutoka kazini, ni mtu ambaye hakupendi na umejaribu sana kuepuka njia yake. Kweli anakutazama na utafanya nini? Unajikuta ukitabasamu na kumwonyesha ishara ya mkono. Basi imekuwaje hilo limetokea? Uko njiani kuelekea benki, kisha ghafla gari lako linayumba na una tairi bovu. Wakati uko nje kwenye jua kali ukibadilisha hilo tairi bovu, unamuuliza Mungu kwa nini ameruhusu kucheleweshwa huku kugumu, na jinsi Mungu alivyo mgumu, na jinsi amekuwa mkali kwenye maisha yako. Hapana kabisa. Unamshukuru Mungu kwa kile kilicho mbele yako kwenye benki. Unaona, kutambua kile kilicho mbele yetu mbinguni kuna njia ya kubadilisha mtazamo wetu njiani. Unajua, tuna tabia ya kusahau urithi wetu katika mji huo wa dhahabu, sivyo? Tukiwa tumekizungukwa na uwepo wa utukufu wa Mungu na uimbaji wa waliokombolewa, na maanisha hiki kiko mbele chini ya barabara. Hiyo inaadhiri mtazamo wetu tunapoendelea mbele. Sasa nataka kuangalia kwa ufupi Zaburi 18. Sasa tunapewa kichwa kirefu hapa mwanzoni kinachosema hivi Zaburi ya Daudi mtumishi wa Bwana, ambaye alielekeza maneno ya wimbo huu kwa Bwana siku ambayo Bwana alimwokoa kutoka mikononi mwa maadui zake wote na kutoka mikononi mwa Sauli sasa hicho ni kichwa kirefu na kinahitaji kuwa hivyo kwa sababu kinatuambia kwamba zaburi hii itashughulikia kipindi cha karibu miaka 40. hii ni kumbukumbu -kumbu ya sifa kwa Mungu kwa ajili ya ukombozi mara kwa mara katika maisha ya Daudi, na Daudi anaimba hapa anapofungua katika mstari wa moja Nakupenda, e hey, Bwana nguvu zangu za Bwana ni mwamba wangu na ngome yangu na mkombozi wangu ambaye kwake najihifadhi namwita Bwana anayestahili kusifiwa, nami nimeokolewa kutoka kwa maadui zangu. Je, umeona kwamba vitenzi vyote hivi viko katika wakati uliopo? Mimi nakupenda e Bwana, ninakuita Bwana, nimeokolewa kutoka kwa maadui zangu. Unaona, ushuhuda wa Daudi siyo tu kuhusu zamani alipokuwa mvulana mdogo au alipokuwa kijana, unajua kumshinda Goliathi, au hata miaka 30 baadaye ushuhuda wake kama vile wako na wangu unavyopaswa kuwa ni mpya na wenye maana leo katika wakati uliopo kama ilivyokuwa zamani. Sasa Daudi anaelezea hapa ukombozi wa Mungu katika mstari wa kumi, alikuja haraka juu ya mabawa ya upepo, tena hapa chini katika mstari wa kumi na tisa, aliniokoa kwa sababu alinifurahia. Sasa tunajua bila shaka kwamba ukombozi hauji mara moja kila wakati haikufanyika hivyo kwa Daudi, haifanyiki hivyo kwako au kwangu, na hiyo ni kwa sababu Mungu anapenda zaidi kutuendeleza kuliko kutuokoa mara moja. Naam. Kwa hivyo inaonekana hivyo, sivyo? Labda unamsubiri leo, lakini wakati macho yako yako kwenye siku za usoni na unamshukuru Mungu kwa ajili ya siku zako za usoni, siku hiyo inapofika hatimaye, na unasaini makaratasi kwa namna ya kusema juu ya urithi wako wa milele, dunia haivurugi au kusumbua kama ilivyokuwa. Tazama baada ya karibu miaka 40, huu ni ushuhuda wa Daudi: alishindwa, alitenda dhambi, alikiri, alisubiri, alivunjika moyo, aliendelea mbele, na hatimaye alimwona Bwana wake uso kwa uso. Kwa hivyo tuishi kidogo zaidi kama Daudi leo. Hiyo ina maana kwamba unapokatizwa katika msongamano wa magari, au unapopata tairi la kuchomoka huko nje kwenye jua kali, au adui zako wanaonekana kuendelea kupata nguvu, unaendelea kushinikiza, unaendelea kusonga mbele. Uko karibu na nyumbani kuliko unavyofikiria. Basi hadi safari yetu ya hekima inayofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.